Kwa hiyo nilichokuwa tu mimi najipanga kwa watakacho niuliza nilikuwa willing kuwajibu. Yes, kwa sababu kushtuka. Na pengine hasa kwa kuamini baada ya kusoma kile na wewe pia kuna majibu yako ambayo ulikuwa nayo hasa. Pengine ulitambua ni wapi ambapo umekosea ama ni nini ambacho ulikuwa na ukitambuko na ni kwa against labda katika hivi. Wao walipoelezea kwenye ishu nzima ya hapa nyuma tulikuwa tunapitia maeka eka mengi. Yes, waliongelea kwenye njia hiyo mm. Kama naweza nkaingia labda live ya TikTok au nikaingia live Instagram yeah. ia one minutes nikapata watu ef sita yeah, means ninachotakiwa ninachokiongea kwenye hizo live yeah, kiwe kinatija yeah, na taifa lakini, pia kiwe kinatija na mtu ambaye anatamani end of the day aje kuwa kama mimi ndio. mm -hmm. alibezi sana hapo. Unaamini una, yeah. katika hili kuna mkono wa mtu, kwa sababu uh, labda Anko T ni mfanya biashara ambaye anafanya vizuri. inawezekana labda kuna watu ambao pia wanafanya nao biashara competitors wako, na sasa kwenye ile bongo watumzunguke Anko T kwanza na mambo mengine najielezee kwanza, punguze moto, pengine kuna hilo rahisi, hilo rahisi pia, asene hapo hapo, watu jima, watu wa wanaokuwa kama nikiwa nimevaa nywele, ngoja leo niweke clear. Mimi nauza nywele na nimeanza kuuza. Jua mimi sijaanzia kuuza nywele Tanzania. Kwa nini niliamua kuvaa nywele zangu mimi mwenyewe? Kwanza nilikuwa na ukitumia, nilikuwa nikihisi nikimtumia mtu hataweza kufanya kama mimi ninachokifanya, lakini pia kutokana na safiri safiri nchi nyingi, sitokuwa na uwezo wa kuwa na mbeba modo au na wabeba mamodo kusafiri nao nchi hizo, kwa sababu most of time na safiri zaidi ya nchi nane, nikiwa nasafiri nikiwa naenda kupata kupata mzigo kwa hiyo ule muda nitengeneze nywele, mi nategemea nywele niposti, labda nipo Philippines, ili niposti nipokee order, nikirudi Tanzania ni niuze. Siwezi tena kumsubiria nije kumsubiria tena nibebe mzigo nisionyeshe nije hapa nipate mtu nishuti, muda unazidi muda unazidi kwenda. Alafu na kitu kingine watu, sisi ukishakuwa unajulikana, mimi si expect chochote kizuri kutoka kwa watu wa nisiowajua, sijui naelewa kwa wewe, unapokuwa unajulikana, kuna mtu anayekupenda, kuna mtu anayekuchukia. Kwa hiyo most of them wanaomtagidia, wanaomtagidia mheshimiwa waziri, kumtengenezea picha labda kama mimi ni mtu mbaya. Na ndio maana mheshimiwa waziri alisema, aliingia kwenye page yangu, anachona na promo biashara zangu, lakini pia naishi maisha yangu. So mtu anapokuja kucomment chochote, siwezi mimi kwa nafuatilizia au niseme niumize kichwa, nani kanikomentia hivi. Nitakuwa naumiza, nitakuwa napoteza, kwa sababu nina vitu vingi sana on my plate na na on zaidi ya kampuni tatu na wafanyakazi zaidi ya arobaini sasa hivi, na unaongelea na wafanya kazi mpaka nje ya Tanzania, so nina vitu vingi sana vya kufocus kuliko kuanza kufuatilia comment au kanikomentia hiki huyu akacomment, kwa sababu sitaweza kuwafurahisha wote. Sasa hivi nikavaa kanzu, akaja mtu mwingine akacomment why nimevaa kanzu ya rangi hii, si unaelewa? Hapo ndio hivyo okay. na... speaking kwenye biashara yako pia. uh, hapa katikati tukitokea mtafaruku ambapo Mifa, na wewe umekuwa mpigaji mzaha, na moja kati mm. ya hoja ambazo ulizungumza ni kwamba lifu bamu zako ukipaka kunabaki upe ndani. So la kwanza ni kweli lu bamu zako sio sio vile sawa, kama unavyozipromoti na yeye ulitegemea kuja kusema kitu kama hiko, na unafikiri kwa nini unasema hivyo? Mm, kwanza ni sio sawa yeah, uh, na sio uongo uongosio uh, I mean, so so kweli mm. lakini pia kwenye watu wanaofuatilizia vitu perfect na classic, mimi huwezi kuviasha, kwa sababu mimi ndio mwanzilishi, mimi ndio muasisi mwanzilishi wa kwanza kuleta nywele classic Tanzania. Kwa always mimi vitu vyangu natumia hela nyingi, lakini tunia, pia natumia muda naenda, I mean, naenda na, napenda kufanya vitu vilivyokuwa sahihi. Maybe analijua, sifanyagi tu kwa sababu nifanye, ila anafanya kitu ambacho, na hakikisha kitakuwa kinachinja kwa hiyo kwenye brandi brandi zangu yule alichokuwa anahofia alikuwa ananihofiaga. Anani Always anahofiaga kwa sababu anajua mimi ni hivyo, na anajua nini nafikiria. So na binadamu wanavyo, kama iPhone juzi pia wanazindua, uliona kuna comments zinasema iPhone iPhone hivi iPhone hivi ile, hiyo ni kama competition kwenye biashara, which wewe unapofungua biashara, siwezi mimi mimi nauza kitu kama hicho, au labda nina ndoto, akija kufanya kitu kama hicho, siwezi nitasikia cha kwako kwa mimi tu watu, damu yangu ime sold out in a week, which haijawahi kutokea mimi nime, nime product ile launch nime launch mtandaoni, lakini pia ikapata mawakala zaidi ya watu mia mbili in a minute. So ni kitu kikubwa, kwa hiyo nikitaka hapa tena kuja kujibu hizo expectations za watu, inafanya hivi inafanya hivi. Mimi kipindi naileta sokoni sasa hivi ningekuwa nishakuwa na malalamiko hayo, na pia unapokea malalamiko yote kwenye bandia yako, si mbaya yachukua kwa sababu sisi hatutengenezi vile vitu, tunavichukua tunavipeleka, tunalipa makampuni makubwa China. China wanatuzalishia, wanavyotuzalishia, mteja anapokuja kukitumia kuna mambo, kuna yupo kinayompenda lakini yupo asiyekipenda, tunafanyaje? Kujenga ndio hapo, kama kuna baadhi ya marekebisho tutakuwa tayari sisi kurekebisha, lakini pia kama hamna, hizi kelele za watu haziwezi kukutoa kwenye focus, means wewe sasa hivi ulete mafuta mafuta uzie watu kumi, watu tisa waseme ya kusawira mtu mmoja akusababisha wewe uka bash out container haiwezekani. Kwa hiyo maybe huyo mtu anaweza tena kutumia mafuta mengine, au akatafuta product nyingine, lakini tunaangalia sana, tunaangalia sana komenti nzuri kutoka kwa wateja zetu. okay. yes. hiyo list ya mawakala, lakini pia ni moja kati ya mtu ambaye ulimfuata na ukatamani kwa wakala wale wakala wa spam zako, kwa sababu alisema ulimuomba. Hapana, hapana wewe, mimi sijawahi kumuombaga. Unamjua, utafuta celebrity yote kwenye kitu changu hicho, sijawahi kuombaga, and kama ningekuwa ni mtu aivyo, hata nywele zangu ungeona wamevaa baadhi ya mastaa wengine. Mimi kila staa unamwona amevaa nywele yangu ya mimi, si ana hela? Kwa sababu mimi napenda sana hela, ukiacha napenda hela, mimi na vitu vyangu, natumia hela nyingi. Siwezi nikaenda nika yani, nikatengeneza lip balm maybe ilionikosti more than milioni mia moja Alafu nije nimtake nifaje? Kwa kwanza, mimi ili wewe wakala wangu, nilikuwa unanunua product kwa mimi, sikuwa naomba. Hata kama ningeomba, naomba, kumbuka kuwa mimi niko karibu na watu maarufu zaidi ya huyo unaomtaja hapa, sio? Unajua yani, mimi nina watu ambao wa wanamzidi kila kitu. Kwa hiyo, yani, ingekuwa beta nikasema naongea na Zuchu naongea na Nandy, inge make sense, lakini siwezi nikasema na kutafuta nifa kwa kipi? Hamna chochote. Naweza nikaona kwa watu wanasema kwamba mmeoneana wivu Ae, nataka ile iwe sawa. Wewe nanifa, nani anapaswa kumuonea huyu mtani? Hmm, hapo jibu utakuwa nalo kwa sababu mimi najua nini nafanya. Mimi ni mmiliki wa brand ya Tira Charwings, lakini pia sasa hivi nimekuja na Luxbite hmm, na ninafanya biashara yeah, zangu nyingi ambazo sio za kufahamika ila kwenye kila, kila biashara yangu ninaoileta kwenye soko inafanya vizuri. Auweza hivi ukawa unaongelea kwa unataka kuvaa nywele nzuri sitaje, unataka kuvaa nywele ya kiwango So yeye yeah, anacho cha kujifunza kwa yake. Mimi ni sasa hivi kumtaja, sijui anauza nini, yaani siwezi kumweka yuko kwenye kategoria gani. Ana vitu vingi anafanya, na je kwenye vitu vingi anavyofanya anahakikisha anavifanya ni perfect way. I mean mfanya biashara yote, lengo lake au target yake mwisho wa siku niingize faida, na unapoingiza faida kile kitu unachokifanya kuletea tofauti kutoka Jumatano mpaka inapofika hapa, ni sio, unaona mabadiliko ni sawasawa hivi Siwezi we mimi labda nauza nguo. Nikakuona wewe leo una umefungua duka la nguo kubwa, nika change kuja kutengeneza duka kama lako. Kabla mimi sijapata faida ilo duka liniingizie, sio leo. Kwa hiyo anacho cha kujifunza. Watanzania wote wakakuwa wakilalamika wakisema